Wananchi wa kijiji cha Mang'oto na maeneo jirani wamesoma hapa na wengine wanaendelea kupata elimu katika shule ya msingi Mang'oto, iliyojengwa mwanzoni mwa miaka ya sitini. Tunavyoendelea kukua na kuzeeka, tunakuta shule imezidi kuwa chakavu. Uchakavu wa majengo ya madarasa ukaamsha hamasa kwa uongozi wa shule ulioshirikiana na serikali ya kijiji na kisha kuwasilisha wazo kwa wananchi kupitia vikao na baadaye kuibua mradi wa ujenzi wa madarasa mapya. Tukapendekeza kwa serikali ya kijiji, nayo ikapiga bajeti na kamati ya mipango na fedha ikapiga bajeti kwamba tofali tofali, tutapata, tutapata wapi? Tutapata kwa wananchi. Wananchi wakakubali kwamba tutatoa mchango, kila mmoja atatoa helat. Mradi wa shamba la miti sambamba na maegesho ama eneo la kukaushia mbao, imekuwa ni chanzo cha fedha cha uhakika kwa shule ya msingi Mang'oto tukishaita mikutano yetu, kama jambo tumesha lipanga kwamba tunataka tutekeleze, na shida yetu tunaijua. Kwa kweli, tunaita mikutano yetu, tunakaa pamoja, tunawekeana mikakati. Kwa yule ambaye hajatekeleza, tunanetana ofisini, tunakaa vizuri, tunarekebishana mpaka tunafikia kutimiza lengo letu. Tukajenga, tukafika mpaka hatua ya kupaua, tukaishiwa zile fedha, milioni milioni thelathini na ngapi zikaisha. Kwa hiyo tukabidi tena tuuze sehemu nyingine tena ya msitu, ploti nyingine tukapata ploti hiyo tukauza kwa jumla ya milioni 40. Hadi sasa, shule kwa kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Mang'oto wamefanikiwa kujenga vyumba vya madarasa matatu vyenye zaidi ya gharama shilingi milioni sitini. Madarasa matatu kwa nguvu ya mwananchi ni karibia milioni sabini na tano kwenye fedha ya serikali, serikali ambayo ukitumia mfumo wa force account ndio ingetosha, lakini sasa tunaomba tena serikali tuunge mkono ili tuweze kurekebisha majengo mengine makuu, kwa sababu shule kiujumla ni ya zamani, ni kongwe imechakaa inahitaji kuboresha. Pongezi zimetolewa kwa uongozi wa shule, serikali ya kijiji, pamoja na wananchi wa kijiji cha Mang'oto. Haya ndio mambo ya kujivunia, tusibaki tunalialia. Mwenyekiti wa kijiji upo unalia, mwalimu mkuu upo unalia, serikali ya kijiji ipo inalia. Ha, hapo maana ya uongozi haupo. Uongozi ni kubuni na kuona mambo ili yale mambo unayatekeleza, halafu natatua changamoto za wananchi. Hili kwa kweli mmefanya vizuri, hongereni mno. Mpango wa shule ya msingi Mang'oto ni kuendeleza rasilimali hii ya misitu kwa ajili ya uendelezaji wa shughuli za shule katika siku zijazo. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.